Mshabiki wa klabu ya Simba maarufu kama Mchungaji wa Simba amesema klabu ya Simba inahitaji viongozi kama Hersi ili aweze kupata maendeleo. Ameyasema hayo baada ya klabu ya Simba kupoteza mchezo wao wa hatua ya makundi wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Stade malien kwa bao mbili kwa moja shoti. Kwa, kwa, namna hiyo... kwa kifupi umeondoka na jambo la msingi sana. Simba inahitaji marekebisho makubwa ya kupata vijana ambao wataendesha Simba kama kile injinia kwa... zaidi ya hapo, ngoja kwambia vitu vya msingi unaondoka navyo mm. Zaidi ya hapo tutaendelea kuteseka. Tunahitaji marekebisho makubwa kuwepo Simba moja ambayo itaongozwa na vijana, zaidi ya hapo tutaendelea kuteseka. Mifano hapo kuteseka, maana inji... lazima. Kwa sababu gani? Mifano ipo injinia kama injinia kikaa na mwenzake m... m... m... makamu wake, Yanga inaenda, sisi upande wa bodi, mara aseme hivi